Mungu aliyeumba anatupenda sote. Tunapoanguka katika dhambi bado anatuangalia kwa neema zake, anatuhurumia, anatuinua, anatuonesha njia, na zaidi yeyote anatupatia maarifa, namna gani ya kuishi katika mazingira tuliyopewa. Na hapa tumekusanyika pia kwa msaada wa Mungu kupata hayo maarifa ambayo Mungu anakusudia katika maisha yetu, kama ilivyompenda Adam na Eva akaweka katika bustani ya Edeni akawapatia maelekezo. Kuna mahali waliteleza wakaanguka, lakini hakuwacha, aliendelea kutoa maarifa kwao jinsi ya kuishi, jinsi ya kupambana changamoto za maisha yaliyowapatia. Na sisi tumekutana hapa, tuna mapungufu mengi, lakini tumekutana kupeana maarifa namna gani ya kukutana na kukabiliana na changamoto tukashinda katika yote. Mungu yupo nyakati zote, anatuhitaji kutimiza mapenzi yake. Kutimiza mapenzi yake ni pamoja na kuwajibika katika maeneo tuliyonayo na kutumia elimu tuliyopewa inayotoka kwake kwa matokeo mazuri yenye kutunufaisha sisi wenyewe, lakini pia kunufaisha jamii elimu itakayotusaidia kupata heshima tunayohitaji kuheshimiwa, na pia kuondoka katika manyanyaso. Elimu inatukomboa. Mungu ametupatia hiyo. Kwa siku tulizokaa hapa, siku tano, tumepokea hiyo elimu, tumepokea hayo maarifa ya kutusaidia na kutukomboa katika mazingira magumu tumeyapitia. Tutatengeneza vitu, tutauza, tutapata fedha tutahudumia watu, tutajihudumia na sisi wenyewe, na mwisho tunajijenga taifa letu. Mungu atusaidie sana katika hitimisho hili jema. Maarifa tuliyopata ya, ya umsaada wa kutuongoza kuyakabili mazingira yoyote yale ambayo yako mbele yetu. Hali yako ya kuwa na kilema si tatizo tatizo ni kutatumia elimu inavyotakiwa, uipatia uipata. Unaweza kufanya makubwa kama mtu mwingine yeyote unayemwona hapa duniani, kwa sababu umepewa maarifa na maarifa ni kila kitu kwa kiume chochote kile. Kwa hiyo jisikie fahari, usijione mnyonge tena. Katika kipindi hiki wewe unakuwa wa tofauti kama Mungu alivyotuona kwamba si watu wa pekee, akatuumba kwa mfano wa pekee na kutupatia maarifa. Hata leo hii wewe kupitia maarifa na elimu uliyoipata wewe ni wa pekee sana. Bwana Mungu akukuze na kuwezesha. Asanteni sana kwa wote walimu, na lakini koiso amishe kwa kuendelea kutufadhili na kutoa huduma yenye matokeo chanya katika jamii yetu, tunawashukuru sana. Lakini pia kwa vita, asante sana kwa kujitoa kuleta maendeleo chanya katika jimbo letu na katika mkoa wetu wa Mbeya. Nimezunguka maeneo mengi katika mkoa wetu wa Mbeya katika wilaya zetu, na leo tuko hapa Mbarali kwa ajili ya matokeo haya chanya kwa makundi haya maalum. Tunawashukuru sana, lakini pia nije kushukuru serikali wa kujali na kuona haya. Hawa ni wananchi ambao mnahudumia, na kanisa linaungana nanyi pamoja kuweza kupunguza wimbi la watu wenye shida wanaokosa maarifa ambayo wanaweza kasaidia kutatua changamoto zao. Basi ni waalike nyote kuungana pamoja katika hitimisho hili na kazi anaoendelea mbele yetu.